za dhati wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo amefanya kwenye halmashauri yetu ya Busokelo, lakini pia tunapongeza kwa kupita kwa mshindo kwa kura nyingi sana. Ah, ingine ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kupendekeza jina langu kuwa au um, wa mwenyekiti mgombea mwenyekiti ndani ya halmashauri ya Busokelo. Na maana leo hii ni mwenyekiti baada ya kupitishwa kimajina. Hivyo ninashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa mkuu wa wilaya kwa kupitisha majina yetu yote ambayo yalijeuliwa hapa um. Nishukuru viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi. Chama chenye kujali kila haki ya jamaa, chama hakikinachojali kila itajioakcamaaji, chama hamacho akibagui dini, hali ya mtu na urajili wa mtu, akigombea anapendekezwa kulingana na sifa anazostahili. Hivyo ninashukuru sana chama changu kwa kuteua kupita mikononi mwao kuwa wagombea na leo ni viongozi. Ni washukuru pia viongozi wote, mheshimiwa bunge, wataalamu wote, waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano wenu ambao mnao ambao tunashirikiana, lakini kikubwa niombe hapo hapo ushirikiano wenu wa dhati ndani yake uliojaa upendo huyu kupindua ndugu yangu, tunapendana katika upendo, vitu vingi kufito, lakini usipokwepo upendo, vitu vingi kutengwa. Hivyo tunaa tushirikiane kwa upendo. Pia ni shukuru viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, ikuongozwa na mwenyekiti na katibu, wamekaa pale nyuma ilea ni wazazi wako, lakini kipekee ni mshukuru mke wangu. Huyo ndiyo mama ananilinda, ananilea, ananiongoza. Hivyo ni nashukuru kwa kazi kubwa ambazo anazifanya, lakini yeye amekuwa na mchango mkubwa mpaka hapa nilipofika, nikisema nje na hapo wakati nadangana mchango wake Baada ya kusema hayo, nisiwe na meno. Ninawashukuru nyote, vyombo vya habari, kwa kazi ambazo mnafanya kwa ajili ya kuimarisha maendeleo ambayo wanamtatakawaya kake. Mwisho, ninaomba ndugu zangu wote, waheshimiwa madiwani, mkuu wa wilaya, mbunge, mkurugenzi, leo wanamsokero wanahitajio na kutekelezwa mahitaji hiyo yao Afake, leo mnijipetia mnijipetia. Usopero, haki, ambayo leo mimi kama kwenye kiti peke yangu siwezi nikatekeleza. Nitashirikiana na viongozi wote ili yakamilike na wataalamu wote ili yakamilike. Wananchi wa kusogero wanahitaji haki, ukikosekana haki kuja machafuko ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tunaomba sisi sote tulichaguliwa, tukatende haki kwa ajili ya watu bila kuwakandamiza bila kuwajiniasa, kuwapa kile wanachostahili. Na mimi ninamwakia Mwenyezi Mungu aniongoze kwenye hilo na kili shauri mwingi. Ao mzee wangu Jogeo, ninakushukuru kwa kuniasa, nashukuru kwa kunifungulia mwaka. Narudia tena kusema mze, mzee Jogeo, wewe ni kocha mimi ikedize ndani ya timu tunacheza pamoja na majiwani hivyo. Ninategemea mzee Jobero utakuwa kocha bora wa timu ya ushindi, sio kama kocha ambaye anajaza vingo vyote timu inafunga.